Wakati mfupi nasoma historia ya maisha ya Sifa Bonaventura Bujune ya kanisani. Eneo la kwanza ni muda aliyojiunga kanisani. Alijiunga na kanisa la Kikosikazi cha Injili mwaka elfu mbili na kumi na saba baada ya kufanya ibada ya kanisani Kikosikazi cha Injili iliyopelekea kupona ugonjwa wa matatizo ya maziwa ambao wakati fulani aliuhisi kuwa ilikuwa kansa. Eneo la pili Nazungumzia nidhamu na mwenendo wake kanisani. Alikuwa na bidii na kuwa mstari wa mbele kwa kila tendo jema, kama vile kushuhudia au kuhubiri kwa kujituma mwenyewe, kusafiri wakati wowote alipohitajika bila kutoa vijisababu sababu au udhuru. Kurudia kurudiarudia kutangaza ushuhuda wake maeneo mbalimbali, kuanzia kanisani, mitaani au masokoni na mitandaoni ushuhuda ambao ulikuwa ni kupona ugonjwa aliyokuwa nao na jinsi alivyotakasika kuhusiana na wazo la tamaa zinaa na kujizini.